Siku ishirini na nane zimesalia kwa ajili ya Watanzania kusikiliza kampeni na sera mbalimbali kutoka kwa wagombea hawa. Wagombea ni kuanzia ngazi ya urais, wa bunge, wa wawakilishi pamoja na wale ambao wanagombea nafasi za udiwani katika majukwaa mengi yamesikika. Kuna yale ambayo mengine yamebaki yakiwaacha watu wamepigwa na butwa, lakini kuna mengine yanafikirisha zaidi, kwani yanakufanya ufikiri kwa hali halisi ya Tanzania yanawezekana. Kuna yale ya kikatiba, ya kisiasa, lakini hata ambayo yanahitaji uwezo mkubwa wa kifedha. Maswali yamekuwa je, wagombea wanafanya hivi wakiwa na nia ya dhati ya kuwashawishi wapiga kura, ama ni sehemu tu ya wao e, kutrend kwenye mitandao mbalimbali, mbali na kuonekana kwamba wanamwaga sera zao nasi, na tukasema acha tujadili kuona uhalisia wa mambo katika taifa lenye watu zaidi ya milioni sitini ambao wanategemea huduma baada ya kukamilika kwa uchaguzi na rais pamoja na serikali yake atakapoanza kazi mnamo mwezi Novemba. Naitwa Nordin Suleimani nikikualika kwenye uchanganuzi hii leo kulitazama hili. Tumemwalika mchumi hapa Dkt. Nasib Mramba, karibu sana. Kwema? Mambo? Anakwenda alhamdulillah, nam. Kando yake yupo Dkt. Faraja Kristomus, yeye ni mchambuzi wa maswala ya siasa, karibu sana. Asante sana kwema. Kwema. Kwema. Mambo anasemaje? Na, na <laughs> tuanzie kwako hizi uh, sera na siasa ambazo zinapigwa kwenye majukwaa, zote zinauhalisia kwa sehemu um, kubwa unaweza kuona kama ni burudani za siasa na ili mradi kwamba kampeni ziendelee hmm. Baadhi unaona kwamba wanatoa ahadi ambazo kwa akili ya kawaida unajiuliza hili linawezekanaje? Uh, kuna mgombea mmoja aliahidi kwamba atahakikisha kwamba wanaume wote mnakuwa na wake sita, na mwingine aliahidi kwamba, uh, atahakikisha vitanda vya kulalia vinakuwa ni nne kwa sita mm, ili kuongeza idadi ya kuzaliana ya, ya kuzaana, kumradhi, na mwingine akaahidi kwamba askari wote polisi atawanunulia magari mazuri, sio tu ili mradi magari, magari mazuri, pamoja na huduma nyingine, lakini anagombea ubunge mm -hmm. Mwingine akaahidi uh, kujenga bwawa Ikulu ambalo ataweka um, mamba, ataweka mamba kuwatafuna mafisadi uh, mwingine aliahidi kwamba atapunguza bei ya simenti kwa ajili ya wananchi wake wapate nafuu, lakini naye ni, ni, anagombea ubunge. Hawa ni wagombea wa vyama tofauti lakini pia kuna chama kikongwe na chenyewe wagombea wake wamekuwa wakitoa ahadi ambazo wakati mwingine unajiuliza kwamba ni kama vile na wenyewe wanaomba kuingia serikalini kwa mara ya kwanza, wakati wameishakuwepo serikalini kwa muda mrefu. Wanatoa ahadi na wenyewe kwamba tutafanya hivi ndani ya muda mfupi, ili hali wana nafasi ya kuyafanya hayo hata hapo awali kwao. Ni mambo ambayo kwa mwananchi wa kawaida unajaribu kujiuliza kwamba kwa nini ahadi hizi sasa. Je, wananchi wanafanywa kwamba ni kama watoto wa kudanganywa kwa pipi za mdomoni kwamba hawawezi kuhoji au ni kitu gani? Kwa hiyo kuna vitu unatamani kuvijua kwamba dhamira ya hawa wanaoahidi, wametuona sisi Watanzania kwamba hatuwezi kuyatazama mambo kwa uhalisia, au wanafanya kama ni burudani, au kampeni za mwaka huu zimekuwa kama ni usanii fulani wa kutoa burudani kwa wananchi. Kwa hiyo unashindwa kuelewa kwa sababu Unapogombea nafasi kubwa ya urais ni nafasi kubwa sana kwa nchi kama ya Tanzania, unatarajia kuona unakuwa na kiongozo, kiongozi mwenye maono, mwenye kuitoa Tanzania kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na anayeweza kutupa mikakati yake, sio tu kuwa na maono, lakini awe na mikakati mizuri ya kutekeleza hayo maono, ndicho ambacho Watanzania tulitamani kukisikia kwenye majukwaa ya kampeni, mm -hmm. Na bahati mbaya wagombea wengine hata ilani za vyama vyao hawajawahi kuzianika hadharani na unatarajia huyu ni kiongozi anaomba kuwa rais wa nchi. Na ilani hata kama huwa zitekelezeki, lakini walau zinatoa picha i, ni aina gani ya, ya maandalizi chama husika imefanya, ni aina gani ya, ya mgombea ya amejiandaa kwa ajili kwa ajili kuwatumikia kwa Watanzania. Na siasa mara nyingi za majukwani zinaendana na mikakati nje ya majukwaa. Tunachokiona, kile kinachotamkwa kwenye majukwaa ni sehemu ndogo ya mikakati ya ya kisiasa. Kwa hiyo tunatarajia kumwona mwanasiasa anayesimama majukwaani asiwe tu yule aliyetoka nyumbani na kwenda majukwani, awe ni yule ambaye ameshaandaa kikosi kimekamilika cha kumsaidia kwenye mikakati. Pawepo na watu wanaomsaidia kwenye mikakati ya kiuchumi, wanachambua masuala nyeti ya kiuchumi yanayohusu taifa hili na vipengele vyote vya muhimu, wawe ni watu wanaochambua masuala ya haki za binadamu kwa upana wake na kuyatengenezea mikakati, wawe ni watu wanaochambua masuala ya kisiasa ya taifa hili na kuyawekea mikakati. Wawe ni watu wanaochambua wanauta, masuala ya mahusiano ya kimataifa, taifa letu na mataifa mengine, na kutueleza mikakati yao ikoje. Watu wanaochambua masuala ya ulinzi na usalama wa taifa letu na wanatuambia mikakati iliyopo. Huyo tunaweza ukasema kweli ni kiongozi aliyedhamiria kwenda kwa wananchi kuomba ridhaa ya kutuongoza. Nje hapo tutaona kama bado wanafanya burudani, uh, kwa burudisha Watanzania ni kama Uh, futuhi wanaita hmm. Uh, futuhi ni neno la Kiswahili kumaanisha comedy kwa Kiingereza hmm. Na... uh, Dr. Mramba, mengi yanasemwa lakini tukiangazia hali halisi ahadi ambazo zinatolewa ambazo zinagusa eneo la uchumi wa nchi yetu na ahadi nyingine, uh, zinatekelezeka? Kwa sababu kuna ambao tumewasikia wakisema uh, watahakikisha kwamba wanagawa matrekta uh, kwenye kila uh, matrekta mawili kwenye kila kaya kumi. Lakini kuna wengine wanasema kwamba kila wilaya itakuwa na helikopta yake, na mifano ya hadi ya namna hiyo. Tukiangalia uhalisia wa pato letu la taifa, haya yanawezekana, ama ni kama ambavyo wamemalizia dokta hapa kusema, kuna baadhi ya wa watu wanafanya komedi? Ukweli ni kwamba e, ukitaka kufanya mambo ya kimaendeleo kwa nchi hata kwa mtu mmoja mmoja au kwa kampuni unahitaji kuwa na rasilimali. Rasilimali ni kimaanisha unatakuwa kuwa na fedha, unatakuwa kuwa na watu na vifaa. Na tukumbuke kwamba mambo ambayo binadamu anahitaji kufanya nchi au kampuni, hata wewe mwenyewe, mambo ambayo unahitaji kuyafanya, tukikwambia uyaandike, utaandika mpaka mwezi utaisha, hutamaliza lakini kinachokufanya usiyafanye hayo mambo ni rasilimali ulizonazo. Kama huna rasilimali, huwezi kuzipata. Bahati mbaya rasilimali hazitoshi, lakini mambo ambayo watu makampuni na nchi zinahitaji kufanya hayana mwisho. Kwa hiyo mambo mengi ambayo hayajafanywa na mtu, kampuni au nchi, hayajafanywa kwa sababu rasilimali ya kuzifanya hazipo. Kama hauna rasilimali hauwezi kuyafanya hayo mambo. Ndivyo ndivyo theori za kiuchumi zinavyosema, mahitaji hayana mwisho, lakini rasilimali za kufanya hayo mahitaji yawezekane zina ukomo, hazitoshi na kwa taarifa yako, kama rasilimali zisingekuwa na ukomo, basi watu wasingefanya kazi, kwa sababu ukitoka ponje unakuta gunia la fedha, unachukua unaondoka zako. Sasa yale ambayo wanayasema, ameataja hapa ni mengi, bahati mbaya hawawaambii watu watawezaje kuyafanya. Hilo moja tu, wanakuambia tutafanya hiki. Ebu waulize, mtawezaje? Watakwambia kuna fedha nyingi sana zipo tu. Ziko wapi? Wanakwambia nchi hii ina rasilimali nyingi sana lakini, hizo rasilimali zilizopo, mbona hazijafaa mpaka tunaenda kutafuta fedha sehemu nyingine? Kwa hiyo, ukweli ni kwamba mengi wanayoyasema hayatawezekana, kwa sababu wameshindwa kutuambia chanzo kipya cha rasilimali. Watazipata wapi hizo fedha? Kwa mfano unaambia watu kodi itakuwa ni mwisho, utaendeshaje hiyo nchi bila kodi? Kwa hiyo ni ni, ni aina fulani ya ufisadi, tuseme ya wakulaghai mm. wanawalaghai watu, na kwa sababu watu nao wameshindwa kuhoji, ndio maana hizo kauli nazo zinazidi kuendelea kama wale wagombea wangekuwa wote wanaruhusu watu waulize maswali na akaulizwa maswali ya msingi kwamba hiki kitu utakiwezaji, tuelezee kitaalamu na kiwezaji, basi zingepungua zinge lakini kwa sababu hawahojiwi mm. na wanapata mileage, wanatajwa na hizo habari ndio zinavuma zaidi, na bahati mbaya kwa kizazi chetu hizo, hizo ahadi zisizokuwa na nguvu za za, za kiulaghai ndizo zina bamba sana kwenye mitandao na vyombo vya habari, bali na zile ahadi za msingi. Lakini wako baadhi wametoa ahadi za msingi, na wengine wamesema kabisa bwana, hili kusema kweli halitawezekana, barabara hii kuwawekea lami haitawezekana, utakachojitahidi ni kiwango cha changarawe au cha, au cha zege, lakini lakini lami hapa haitawezekana. Lakini hiyo habari haina sio habari kuu. Habari kuu ni ile za ahadi ambazo haziwezekani hmm. na hazihojiwi. Kwa hiyo mimi ninachofikiri tu ni kwamba eh, ndugu zetu wagombea eh, msiwachukulie Watanzania kama ni watu ambao hawana akili. Hmm. Ifike wakati tuseme kweli na hata tuseme ile e, kwa kinyosoma reputation, heshima ya chama inapotea pale ambako chama chako kinapokuwa kinatoa hizo ahadi ambazo e, wewe mwenyewe unaezitoa unajicheka mwenyewe. Kwa hiyo ifike wakati tu, tu, tu, tuseme vitu vya maana, tutakuja e, kupoteza e, ile, ile, ile nini e, uaminifu kwa watu wetu kwa sababu ya mambo ambayo tunayasema yasiokuwa na uhalisia mm. Dkt. Faraji aa wagombea ambao wanatoa hizo ahadi eh, ambayo tumeorodhesha hapa nyingine zinaacha maswali mengi wanaeleweka na wananchi ama wao hiyo kwao hawajali liwalo na liwe kuna aina fulani ya wananchi wanaoelewa mm -hmm. lakini kwa kiasi kidogo wanaelewa, kwa maana ya kutoa burudani. Hawaelewi kwa maana ya kwamba wamedhamiria au wamenuia kiuhalisia kuwa washindani wa kuelekea kuchukua nafasi ya kuongoza nchi. Mm-hmm. Kwa wanaelewa kwa maana ya wao kwamba hao wamekuja kwetu kama watu tu wachekeshaji na, na wenyewe wanasindikiza harakati za kampeni zikamilike, siku ya tarehe ya kupiga kura ifike, basi mambo ya, yaende kwa mtindo huo. Lakini kiuhalisia unaweza uh, kuona kwamba wagombea wengi pamoja na vyama vyao pia ni kama vyama vya uchaguzi tu, yani baada ya uchaguzi vinapotea na wagombea wanapotea. Kwanza walikuwa hawajulikani kwa wananchi kabla ya uchaguzi wengi wao tumewasikia tu majina yanatangazwa kwamba wanagombea, na baadhi ya vyama bahati mbaya vingine vimesikika tu wakati tume ya uchaguzi inavitangaza pamoja na wagombea wao, na siku tumeona wanapokabidhiwa magari ya kwenda kufanyia kampeni. Lakini inaonekana kuna mambo matatu makubwa nimeyabaini: la kwanza, hawakuwa na mikakati ya awali ya kipya wanataka kukifanya kuelekea kwenye hizi kampeni. Lakini la pili, wao wenyewe inaonekana hawaijui vizuri Tanzania hawa, hawana picha halisi ya hali ya kiuchumi ya Tanzania, hawana picha halisi ya maisha halisi ya Watanzania, hawana picha halisi ya kitu gani Watanzania wanatamani kukipata kutoka kwa viongozi wao. Lakini jambo la tatu ni kwamba hawakuwa na timu wakati wanataka kugombea wao kama wao lakini pia vyama vyao na mizunguko yao yote, hawakuwa na timu iliyo mahiri ya kuyachambua mambo kwa uhalisia, kwa sababu unapoenda kwa wananchi na kusimama majukwani kujitangaza, kama hujajiandaa vya kutosha mm, na kama hukuwa na timu nzuri ya kukusaidia, utajikuta unaongea chochote kile cha kuongea. Lakini ukiwa na timu nzuri, na maana mtakuwa na uwezo wa kuyachambua masuala nyeti ya kitaifa, mnayapatia majawabu na mn na yapa uchanganuzi wa kutosha, wananchi watawaelewa, watajua kwamba hao wako serious kwa sababu timu kama nilivyosema hapo awali kwenda kwenye jukwaa ni asilimia ishirini au ni ndogo sana ya mikakati ya kisiasa. Mikakati mingi inafanywa kwenye nje ya majukwaa ya kisiasa. Kule unatakiwa kuwa na wataalamu wako wa mawasiliano ya jamii, kwamba wakueleze kwamba unapoenda kuzungumza na hao watu lazima iwe hivi, unavyoenda kuzungumza na jamii ya Masai ufanye hivi, unapoenda kuzungumza na jamii ya Makonde inabidi kwa kuna, unaandaliwa kama mgombea, kwa kuna kuwepo na wataalamu wako wanaenda mbele ya mazingira yale ya, ya kampeni, wanaenda kukuandalia kukufanyia uchambuzi wa mahitaji halisi ya eneo husika. Huwezi kupeleka ujumbe unaofanana nchi nzima, lazima uchambue kwamba, hapa ninaenda nyanda za juu kusini, shughuli zao za kiuchumi ziko hivi na hivi na hivi, miundombinu yao imekaa hivi na hivi na hivi, nitakapozungumza lugha ya wale watu wa nyanda za juu kusini, watajua huyu kweli anaijua nchi yangu, anajua anachotaka kukifanya kwa taifa hili. Na ndio maana nikasema wagombea wengi naonekana hawalikuwa hawaijui Tanzania wanayotaka kuiongoza ikoje, walikuwa hawaijui historia yake ikoje, hawajui hawajui hali ya kiuchumi ya taifa hili kwa nyakati tofauti tofauti. Mm. Ndio maana kama alivyosema daktari, huwezi kuahidi kwamba nitatoa helikopta kila wilaya bila kutathimini mafungu yako ya kiserikali yakoje, kutathmini vyanzo vya fedha vya nchi hivi koje, kuweka maoteo ya kiuchumi kwamba kipindi hiki makusanyo ma yetu yako hivi, kipindi nitakapoingia madarakani nitafanya uigu, ui, nitapanua uwigu wa makusanyo ya wa mapato ya serikali kwa kiwango hiki, na hivi nitaweza kufanikisha hili na hili hii yote tunahitaji ni mikakati na mipango kazi au mipango mkakati na kadhalika. Vyote hivi vitakusaidia we kama mgombea mwenye maono na ukiwa na timu inayojitosheleza unavyoenda kwa wananchi, wanakuelewa wanajua, huyu kweli amejiandaa kugombea, huyu kweli anaifahamu Tanzania, huyu kweli anavijua vipengele vya kiuchumi. Mimi ni mtaalamu wa siasa kwa mfano, siwezi nikawa na mawanda ya uchumi, nitahitaji wataalamu wa uchumi. Mimi sina mawanda ya miundombinu, nitahitaji wataalamu wa miundombinu kwenye timu yangu. Mimi sio mtaalamu wa masuala ya usafirishaji na kadhalika. Kwa hiyo unavyokuwa na wataalamu mbalimbali wa sekta nyingi kwenye timu yako ya kampeni, hata kile unachoenda kuzungumza kwa wananchi kitakuwa kinaleta kinaleta kina mantiki, kwamba wananchi wanajua kwamba huyu kweli amejiandaa hmm. lakini kwa namna tunavyoona wananchi wanaelewa kwa kadiri wanavyojieleza. Dr. Nasibu, uh, uligusa mwanzoni mambo ya kuwa na kikosi lakini amerejea tena uh, Dr. Faraja naye kwamba ni lazima huyu mtu ambaye anatakiwa mgombea ajue hayo maeneo kiuchumi. Unapokosa watu ambao watakao kusaidia kupa uh, focus ya kwamba uh, taifa letu lipo hivi, pato lake ni hili, uh, tunaingiza hapa na hapa na makusanyo yote ya TRA ni haya, athari zake ni nini kwenye nyakati kama hizi za Uh, kampeni, alafu itokee sasa ndio umekuwa pamoja na kuwa na timu lakini uwezo uwezo wa mgombea mmoja mmoja unatutilia shaka, kwa sababu uwezo ndio ungeweza kuweza kudadafua kwamba kama hili liko hivi, basi twende hivi. Uwezo wa kuzisoma sera, uwezo wa kuprojekti uchumi wa nchi miaka hamsini ijayo uwezo wa kutathmini u, e, rasilimali tulizo nazo na mahitaji tulionayo wakati huu kwao, pamoja na kuwa na timu, lakini vile vile uwezo ni muhimu sana. Kwa hiyo inatupa shaka ya uwezo wa hao watu wanaotupa ahadi za kiabunuasi. Hmm. Lakini e, tukirudi kwenye swali lako kama hali itakuwa ni hivi kwanza nafikiri dokta alivyosema hapa ha, ha, mimi ngetamani hawa wagombea wangekuwa wanapelekwa shule, kwamba chama kisha amua kwamba huyu ndiye mgombea wetu, basi apelekwe kozi ya kumfunza eh, ya kumfunza mambo mengi. Kwanza, namna ya kuongea na watu, hiyo nayo ni kozi, communication skills. Namna gani ya kuongea na watu, uchumi wetu unaendaje. Eh, masuala ya fedha yakoje, masuala ya kie tabia nchi yakoje, ili kuwapanua uwezo wao waweze kuyazungumza. Sasa kama tunakosa yote haya, tutakuwa tunapata wagombea ambao kwa kweli, kama wakishinda, itakuwa ni tatizo, na ndio wale ambao wakiingia, wakipata hayo madaraka, badala ya kutukusukuma sisi tuende mbele, wanaanza sasa kurifaini kuanza sasa kutengeneza mahali pa kwenda, wanashangaa miaka mitano imeisha, hakuna mahali walikofika. Kwa hiyo kama hali ndio hivi eh, na kama wagombea wengi watakuwa ni hivi, basi tutarajie kupata watu ambao hawana mwelekeo, hawana direction ya nchi yetu. Tungependa wagombea ambao wenyewe vyama vyao vina sera ambazo zinaonyesha direction mahali pa kwenda lakini wao wenyewe wana uwezo wa kuchora ramani ya kufika, lakini wao na timu za wataalam wataalamu wa masuala ya tabia nchi, uchumi, biashara, fedha eh, rasilimali watu na zinginevyo. Lakini eh, bila hivyo na kama ukawa ni mzaha kama tunaoona sasa hivi mm. Miaka ijayo, hata kwa wapiga kura tunahamasishwa kila siku tupige kura, tutaendaje kupiga kura kama wagombea wenyewe wafanya mzaha wanatufanyia hmm. mzaha tena katika mambo ambayo ni muhimu sana. Sisi ni moja kati ya nchi maskini duniani hmm. hmm. tuko katika orodha ya nchi maskini, tungetaka tuone mtu atuambie tunatokaje hapa. Okay. Wakati wetu umetukimbia kweli kweli. Uh, tuanzie kwanza kwaomonya hapo Mramba, halafu tutamalizia kwa Dr. Faraja weni mchumi, hili uh, ni eneo ambalo unaelea na kuogelea kila uchao Neno lako ni nini sasa, kwa hawa wagombea ambao ahadi zao zinashtusha na hata kufanya tunakuwa na maswali mengi, sasa utekelezaji utakuwaje? Mtu anasema katika nyakati kama hizi kwamba atakuwa anatoa mikopo bure, sio tu kwa wanafunzi wa elimu za juu, lakini kina mama watapewa mikopo bure, amna kokote atakapoulizwa watakwenda nayo. Uh, kina mama wajawazito wenyewe watakuwa wanapewa tu mafungu, amna kuulizwa, maisha yanakwenda kwanza vyama vyao vitafakari hizo ahadi zinazotolewa na kuwaambia wagombea wao warudi katika njia sahihi. Lakini jambo la pili, si, si mtaalamu sana wa mambo ya siasa, lakini nafikiri zile kanuni au sheria za uchaguzi zinatakiwa ziwe zinawawajibisha watu ambao wanatoa ahadi ambazo hazipo pasi na kuachia wananchi wana tu wajaji. Lakini hawa watu wajue kwamba nikisimama jukwani nikiongea, nikitoa hizi ahadi ambazo hazitekelezeki, basi kuna kanuni au sheria ambazo zinanibana mm. Kwa sababu bila hivyo eh, wanawalaghai wale watu, na tafika siku watu hawatakuja kwenye kuwasikiliza wale wagombea mm. Okay. Kwa sababu wanajua tunaenda ku Kulagaiwa. Lakini watakuwa wanatudharau sisi, wanatuona kwamba sisi wote wa Tanzania ni viazi tu <laughs> <laughs> ni viazi tu. Asante sana Dkt. Faraja, ni kweli umegusia eneo moja kwamba kuna kuna wagombea ambao maneno hayo wameyasema kila mkoa amefika hapa amesema hivyo hivyo, ameenda mkoa huu amesema hivyo hivyo, na huku mkoa mwingine na mwingine na mwingine, imekuwa ni marudio tu yale yale. Uh, tafakuri yako ni nini? Wakati wetu lakini umetukimbia. Uh, kwa wanasiasa kama hawa ambao msingi wako wa hoja ulijenga kwamba hawakuifahamu nchi vyema, wakati wana wanapewa hicho kijiti cha kwenda kujinadi mbele ya Watanzania ya ni kweli, hoja yangu bado inabaki kwamba wakati wanafanya maamuzi ama wakati wanaombwa na vyama vyao, kwa sababu hatujajua waliamua wao kwa hiari yao au vyama vyao viliwaomba wagombee, yote mawili hata kama yalifanyika kuna mawili: aa, ama vyama husika havikuwa na sera sahihi au vyenyewe havina falsafa inayoeleweka kuhusu maendeleo ya taifa, kwa sababu ni muhimu vyama kujipambanua Uh, kiitikadi kujipambanua kifalsafa, kujipambanua kimrengo, mrengo wa kisiasa, na hii ina, inawezesha hata wananchi kujua kwamba chama hiki au chama XY falsafa zao ni hizi, itikadi zao ni hizi, mrengo wao wa kiuchumi ni huu. Sasa Tanzania ni, ni kubwa. Nasema ni kubwa kwamba kwa sababu kwanza tumegawanyika kimikoa tumegawanyika kikanda. Kuna kanda ya nyanda za juu kusini, kanda ya nyanda za juu kaskazini, kanda ya magharibi, kanda ya pwani na kadhalika. Kwa nini tunasema ni kikanda? Kwa sababu shughuli za kiuchumi zinatofautiana, mazingira ya kitamaduni yanatofautiana, miundombinu na maendeleo ya kimiundombinu yanatofautiana. Gharama ya kujenga barabara ukanda wa pwani haiwezi kuwa sawa na kujenga barabara nyanda za milimani kwenye kona na, na mambo kadhalika na shughuli za kiuchumi za ukanda wa magharibi haziwezi kuwa sawa na shughuli za kiuchumi ukanda wa kati au ukanda wa pwani au nyanda za juu kusini na kaskazini. Kwa Mtanzania huyu anayegombea akiwa ana picha hii halisi ya ya kia mazingira ya kiuchumi ya taifa lake, atatofautisha kwanza kujiandaa kwenda kuzungumza. Uh, tunaongelea stadi za mawasiliano mm. na wananchi. Kwa lazima uandaliwe kama mgombea na ujiandae wewe mwenyewe kwamba mikakati yangu ninapoenda ukanda huu itakuwa ni hii na hii, kwa sababu tayari unaelewa shughuli za kiuchumi za eneo husika, unajua changamoto zinazokabili, kwa sababu kila ukanda una changamoto mahususi. Sasa hmm. unapoenda na lugha inayofanana, kanda ya ziwa, kanda ya magharibi, kanda ya kati lugha inayofanana, wananchi wanashindwa kukuelewa. Huyu kweli ni mgombea anayelijua taifa lake, hmm. ama la. Okay. Ni vitu ambavyo vinakuwa vigumu kidogo. Kwa hiyo ni jambo la kufedheesha labda, mm -hmm. Nitumie lugha ngumu kama hii, ni jambo la kufedheesha na ni aibu kimsingi, na ni, ni fadhaa kwa Watanzania kuona kwamba tunakuwa na mgombea anayetaka kuwa rais, lakini mgombea huyo akili yake imejielekeza kwenye mm -hmm. hali moja tu ya kufikiri mm -hmm. hana mapana yoyote ya kulijua taifa lake okay. Ni kweli inasikitisha, walau hata kama ajui angekuwa na timu inayojitosheleza ya kumsaidia, kumsaidia kulijua taifa lake na maneno ya kwake, Dkt Faraja Kristomos, mchambuzi wa maswala ya siasa ambayo tumekuwa naye hapa lakini pia nimekuwa naye Dkt Nasibu Mramba ambaye ni mchumi. Niwashukuru sana kwa kuwa nami hili, asante sana nam. Nukta hiyo ndio inatufikisha tamati ya uchanganuzi leo. Tulikuwa tukipiga darubini uhalisia wa sera ambazo zinatolewa na wagombea kwenye majukwaa mbalimbali, na tumeweza kusikia uchambuzi wa kina wa namna ambavyo wataalamu hawa wanaziangalia sera zinazotolewa na namna ambavyo wagombea wenyewe wanatakiwa kuenenda wakiwa kwenye majukwaa. Jina langu Nordin Selemani, kutakie tu usiku mwema, panapo majaliwa tukutane tena kesho. Kwa heri.